Miaka michache iliyopita tulikuwa tukisema mwaka 2026 ni mbali mno, itakuwaje? Je, tutafika? Lakini leo hii, wakati ujao ndiyo huu, mwaka ambao tuliisi ni mbali, tumeshaufikia kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Mwaka huu tuko nao, upo katika mikono yetu. Wengi wetu huanza mwaka kwa shauku lakini wachache humaliza mwaka kwa ushindi. Ndiyo, wengi wetu tunaanza mwaka kwa pilikapilika, shauku kubwa, mipango mingi, lakini wachache ambao humaliza mwaka wakiwa na ushindi. Swali langu leo kwako ni hili, je, utakuwa abiria kwenye gari la mwaka huu au utakuwa dereva kwenye gari la mwaka huu? leo hatupo hapa katika mwaka huu kupanga tu ndoto. Tuko hapa kuandaa ramani ya vita, ramani ambayo itaweza kutusaidia kupata ushindi katika mwaka huu, ushindi kwenye uchumi wetu, ushindi kwenye afya zetu na maendeleo yetu binafsi. Basi kupitia hapa, ndugu yangu, karibu tujifunze mambo muhimu ya kuzingatia mwaka huu 2026. Yako mambo mengi, lakini hapa nitakupa tu machache mawili matatu ambayo ni vyema ukayazingatia ni vyema ukayajua. Jambo la kwanza kubali na kumbatia teknolojia. Naam, kubali kwamba dunia imepiga hatua. Kubali na ikumbatie teknolojia mwaka 2026 akili mnemba ya yani AI si jambo geni tena, bali ni sehemu ya maisha. Ukiwa kama kijana ama ukiwa mtu mzima Usiogope kutumia teknolojia kama vile AI, itumie kurahisisha kazi zako. Jifunze namna ya kutumia vifaa vya kidigitali. Hii itakusaidia kuongeza ufanisi kazini au kwenye biashara. Ndugu yangu, mwaka huu punguza muda wa kufanya kazi kawaida, jifunze pia kutumia teknolojia hii. Itakusaidia, utafanya kazi kwa ubunifu na kwa wepesi zaidi. Jambo la pili ama jambo lingine muhimu la kuzingatia mwaka huu, nidhamu ya kifedha na uwekezaji. Hali ya uchumi wa dunia inabadilika haraka sana. Mwaka huu 2026 unahitaji kuwa na misuri ya kifedha, yani jitahidi pochi yako iwe vyema. Zingatia, usitegemee chanzo kimoja tu cha mapato. Angalia fursa za uwekezaji kama vile hisa hati fungani yaani bonds au biashara ndogondogo ndogo ambazo mwisho wa siku zitaweza kujiendesha. Pia mwaka huu zingatia kuwa na akiba ya dharura, akiba ya dharura ambayo itaweza kukuhudumia angalau miezi sita. Jiwekee akiba. Kama unafanya kazi sehemu fulani, ikitokea hiyo kazi haipo, umefukuzwa, umeachishwa, umepata matatizo, ugonjwa, uwe na akiba ambayo itakusaidia uweze kujihudumia bila tabu kwa muda wa miezi sita. Jambo lingine katika mwaka huu 2026, zingatia afya ya akili na mwili. Kasi ya maisha ya sasa inaweza kuleta msongo wa mawazo, hivyo ndugu yangu, zingatia sana afya yako ya akili na mwili. Tenga muda wa kupumzika, acha simu yako kando kwa saa chache kila siku. Pia zingatia lishe bora na mazoezi. Ndugu yangu, mwili wako ndiyo ofisi yako ya kwanza. Ndiyo, mwili wako ndiyo ofisi yako ya kwanza. Jali mwili wako, penda mwili wako. Kama miaka iliyopita haukujali kuhusu afya yako ya akili na mwili, basi mwaka huu jali sana kuhusu mwili wako, afya yako, kwani hiyo ndiyo ofisi yako kwa hiyo ya kwanza michongo yote mipango yote kazi vyote vinaanzia katika afya yako ya mwili na akili. Hivyo vikiyumba, mambo yatakuwa magumu ndugu yangu. Punguza msongo wa mawazo, ukifanya hivyo utaongeza umri wa kuishi. Mwaka huu usijipe stresi, usijipe mawazo. Lakini kingine kwa mwaka huu 2026 jifunze upya na, jifunze mambo mapya. Ulichokijua mwaka 2024 au mwaka 2025 au mwaka 2021 kinaweza leo hii kisiwe tena na tija, kinaweza kuwa zilipendwa. Ndiyo yale ambayo ulijifunza mwaka jana, mwaka juzi, huenda mwaka huu yakawa hayana maana tena, yamepitwa na wakati hayo. Hivyo jifunze mambo mapya, soma vitabu, hudhuria semina au chukua kozi fupi mitandaoni. Dunia ya sasa hii haimlipi mtu kwa kile alichosoma shuleni tu, yani umesoma miaka yako kumi iliyopita huko ukategemea mwaka huu kitakulipa? Hapana, ndugu yangu, dunia inamlipa mtu kile ambacho anaweza kufanya sasa. Ukibaki na vitu vyako vya zamani, ndugu yangu, dunia inakwenda kasi, utaachwa nyuma. Jifunze mambo mapya lakini kingine kwa mwaka huu ni muhimu ndugu yangu, na kusihi ukizingatie, kuwa na nguvu ya mahusiano na mitandao. Usikae mbali na mitandao mitandao, dunia sasa ni muhimu. Zingatia, kaa karibu na watu ambao wanakuzidi upeo, watu ambao watakupa changamoto ya kukua. Imarisha mahusiano yako ya kifamilia na marafiki wa kweli miaka iliyopita huenda haukuwa vyema wewe na familia yako, baba mama, mke, watoto, mume, basi mwaka huu jenga mahusiano hayo mazuri. Amani ya kwanza inaanzia nyumbani, amani ya kwanza inaanzia kwenu. Kama kwenu mambo ni magumu, haziivi amu, elewani, itakuwa ngumu hata wewe nje huko mambo ya kuendea vyema. Hivyo ndugu yangu Mwaka huu 2026 imarisha mahusiano yako wewe na watu wako wa karibu: baba mama, watoto, mke, mume, mambo yaende mazuri hapo. Mambo yakienda vyema nyumbani, hata huko pia kwenye michakatoka ya kutafuta uhangaikaji, Mungu atafungua baraka. Ndugu yangu, kingine nikwambie asubuhi ya leo, mwaka 2026 hautakuwa watofauti eti kwa sababu tu kalenda imebadilika. Hapana, bali mwaka huu utakuwa wa tofauti ikiwa wewe utabadili fikra na matendo yako. Ndiyo, mwaka 2026 hautakuwa mwaka wa tofauti eti kisa tu kalenda imechenji, eti kisa tu tumeingia mwaka mwingine. Hapana, bali utakuwa mwaka wa tofauti ikiwa wewe mwenyewe utabadili fikira zako na matendo yako. Kama mwaka uliopita, miaka ya nyuma ulikuwa unalala sana, haufanyi kazi kwa bidii, mwaka huu ulivyochenji tu, usitegemee kwa mambo yatabadilika. Lazima wewe mwenyewe kwanza ubadilike. Ukifanya hivyo, mambo yatakuwa sawa. Lakini kingine, ndugu yangu, kwa mwaka huu 2026 nikwambie, kama kuna mtu anakupenda, usipuuze upendo huo. Siku hizi upendo ni bidhaa hadimu sana katika hii dunia. Dunia ya leo ni nipe nikupe, hivyo kama kuna mtu anakupenda ndugu yangu, usipuuze huo upendo wake. Tupo kwenye dunia ambayo mkono mtupu haulambwi, hivyo ukipendwa shukuru, shukurani ufungue milango mingine ya baraka ndugu yangu. Kingine ndugu yangu Usimsahau mtu aliyekusaidia bila kutegemea chochote kile toka kwako. Kama kuna mtu alikusaidia tena bure tu, hategemei kitu toka kwako, mtu huyo usimsahau. Huyo ni malaika ametumwa kwako na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Usimchukulie poa. Kumchukulia poa mtu aliyekusaidia ni kumtafuta ubaya Mwenyezi Mungu. Kumbuka Mwenyezi Mungu hutusaidia kupitia watu, hivyo kama kuna mtu amekusaidia bila malipo usimchukulie poa ndugu yangu, huyo ni malaika. Kingine nikwambie katika mwaka huu, usimdharau mtu aliye kutendea wema. Wema siyo udhaifu, wema ni tunu. Kudharau wema unaofanyiwa na mtu ni ishara ya ujinga na akili ndogo. Mtu anapokufanyia wema ukachukulia poa, tambua kwamba wewe ni mjinga na akili yako ni ndogo mtu anatumia simu yake muda wake bando lake na akili yake anakutumia meseji anakujulia hali alafu wewe unachukulia poa tu usimdharau mtu anayekutendea wema kingine ndugu yangu unapoaminiwa aminika usimsaliti mtu aliyekuamini mtu mpaka anakuamini hajakurupuka ameona kwamba unafaa kuaminiwa Ukiaminiwa aminika. Ukijivunjia uaminifu, atakudharau sana, maana atakuweka katika kundi la watu wenye tabia mbaya. Ndugu yangu, rafiki yangu, linda sana tabia yako, maana hicho ndio kitu pekee kinachobaki kwako baada ya kupoteza vitu vyote. Ndugu yangu, ukipoteza vitu vyote, kinachobaki kwako ni tabia yako, utu wako. Hivyo tabia njema ni ulinzi Unapoaminiwa aminika, usimsaliti mtu aliyekuamini. Kingine nikwambie ndugu yangu, unavyowatendea watu wengine, na wewe pia utatendewa vilevile. Yaani mtu ni mwema kwako, hana baya, na wewe unamfanyia ubaya, utalipa tu. Ukiwafanyia watu ubaya, lazima ubaya ukulize. Ukiwafanyia watu unyama, lazima kikurudie. Hivyo jitahidi kuwa mtu mwema, tendea watu mema lakini kingine nikwambie ndugu yangu, mwaka huu pia kuwa makini na watu mm, kuwa makini na watu. Shetani anaweza kuwatumia jamaa zako kukumaliza, hivyo kuwa makini. Shetani anaweza akawatumia jamaa zako, ndugu wa rafiki wakakumaliza, hivyo kuwa makini na watu. Kingine ndugu yangu nikwambie, ungo ukiwa mzima hutumika kupepeta mchele, ukichoka kuzolea taka. Ungo unapokuwa mzima twautumia kupetea mchele, ila ungo ukisha choka twautumia kuzolea taka. Hivyo nawe ndugu yangu, kuwa makini usichoke, ukichoka utachokwa. Kuna mtu leo hii anawashangaa wana wa Israeli kusafiri umbali mfupi kwa miaka arobaini lakini yeye mwenyewe hadi mwaka huu hajishangai amegonga miaka 40 hata kiwanja hana. Ndugu zangu, tujiangalie pia na umri tulionao. Umri tulionao na maisha tunayoishi vinaendana, kama viendani basi mwaka huu tupambane tugangamale, hapa tulipo tupige hatua zaidi. Ndugu yangu, siku zote ukweli uwaweka huru wale waliousikia, sio waliohusema. Ndiyo, ukweli uwaweka huru wale ambao wanausikia wo wa ukweli, lakini yule ambaye anasema ukweli sijui hivyo. Kuwa makini ndugu yangu, kusema sema sana mwaka huu, punguza punguza mdomo mdomo mdomo. ukweli utakuweka huru tu kama baada ya kuusema utakimbia, ila kama ni ukweli na ni ukweli mchungu ukausema, ukabaki hapo hapo, jiandaye yote kwa yote. Mwaka huu jitahidi kuwa msikilizaji, acha kuongea ongea kuongeaongea sana kumefanya wengi wanase kwenye ndoano. Nzi hawezi kuingia kwenye mdomo uliofungwa, najua umenielewa. Nzi hawezi kuingia kwenye mdomo uliofungwa. Kingine fahamu kwamba mkaa usipokuunguza utakuchafua. Kuwa makini na mkaa, najua umenielewa pia. Kingine ndugu yangu, nikwambie, katika maisha yako kuna mambo yataendelea kuwa magumu mpaka upate pesa, fahamu hilo. Katika maisha yako yako, baadhi ya mambo yatabakia kuwa magumu hivyo hivyo hadi upate pesa. Hivyo tafuta pesa, ndugu yangu. Kuna baadhi ya mambo yatanyoka kwako siku zote, rafiki yangu. Tazama nyuma, shukuru, tazama mbele, ufikiri. Unapotazama nyuma, kuyakumbuka magumu, taabu, furaha, shukuru, lakini unapotazama mbele fikiria kabla ya kwenda mbele. Mtoto mwenye njaa hanyamazishwi kwa fimbo, na kila binadamu ana starehe yake inayomlia hela. Miaka iliyopita kipi kilikulia hela? Ipi ni starehe yako inayokumalizia hela? Unaijua? Ni vyema ujue kile kinachokula hela zako, ikibidi ukiache ama upunguze. Maana kila binadamu ana starehe yake ambayo hiyo inamlia hela. Je, ni starehe nzuri au mbaya? Kinachoanguka mchana uono na wengi mm. Kinachoanguka mchana watu wengi, ukiona kinachoanguka usiku watu wengi hawakioni. Ndugu yangu, usije ukaanguka mchana. Najua umenielewa, na hii haihitaji hadi uwe na dii mbili. Kuna watu kila wanavyozidi kuzeeka ndio wanazidi kuwa waongo. Ndugu yangu, zeeka vizuri Haipendezi mtu mzima mzee kuwa muongo muongo. mm. kuna watu kadri ambavyo wanavyozidi kuzeeka ndivyo ambavyo wanazidi kuwa waongo ndugu zangu tuzeeke vizuri haipendezi mtu mzima mzee kuwa muongo muongo. mwisho kupitia hapa chakula cha ubongo leo hii ni kwambie mwaka huu 2026 jitahidi siku zote kabla ya kuamini thibitisha ndiyo kabla ya kuamini thibitisha. Ngoja nikupe mkasa huu mfupi kidogo kiduchu tu. Wakati Bwana Yesu amerudi na kuwatokea wanafunzi wake, mmoja ya wanafunzi wake hakuwepo, na huyo ni Tomaso. Tomaso hakuwepo alikuwa zake misele uko. Aliporudi wenzie wakamwambia, bro tumemwona Bwana Yesu. Tomaso akawaambia, aa acheni saundi nyie sitaamini mpaka nione alama za misumari katika mikono yake na niguse kwa vidole vyangu makovu ya misumari na kuweka mkono wangu ubavuni mwake. Baada ya siku nane Yesu akawatokea tena, na Tomaso akiwepo. Yesu akamwambia Tomaso, oya, njoo weka kidole chako hapa, tazama mikono yangu, alafu nyoosha mkono wako uguse ubavu wangu, usiwe na mashaka, bali uamini. Tomaso akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia umeamini kwa kuwa umeniona. Ujumbe wangu leo nikwambie, kabla ya kuamini thibitisha, usikurupuke. Watu wengi wameumizwa kwa sababu ya kuamini bila kuthibitisha. Kwa nini umfukuze mtu kazi kwa maneno ya kuambiwa bila kuthibitisha? Kwa nini unamchukia mtu kwa maneno ya kuambiwa bila kuthibitisha? Kwa nini unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye humjui, kumbe ni muuaji. Akikuuaje? Thibitisha kwanza ni mtu mwema. Kwa nini unaajiri watu kwa kuletewa tu, wala hata hauwajui? Je, wakikuibia, wakikuletea majungu hapo ofisini kwako? Utaharibu kazi yako bure, ndugu yangu, utafukuzwa na kampuni yako hiyo, lawama utabeba wewe. Kwa nini unampigia mtu simu na kuanza kumteta kiongozi wako Ukirekodiwaje ndugu yangu? Kuwa makini. Unampigia mtu simu, mnaanza kumteta mtu huko, kumbe wewe warekodiwa. Kabla ya kuwamini, thibitisha. Unamleta mgeni nyumbani kwako, hata haufahamu tabia zake. Akibaka mkeo na watoto, utamlilia nani ndugu yangu? Kabla ya kuwamini, thibitisha. Sio watu wote wanaoonekana kuwa wema ni wema kweli na sio watu wote wanaoonekana kuwa ni wabaya ni wabaya kweli. Ahadi wakati mwingine shukrani.